Tunaelekea mwisho wa mwaka uh, tendensi ni kwamba tunakuwa na ajali, yani kunakuwa na ile tabia ya kujitokeza ajali za hapa na pale. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu e, madereva mnakuwa na na mategemeo makubwa kutokana na kuongezeka kutoka kwa abiria barabarani. Abiria wanakuwa na move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa hiyo na ninyi vile vile mnakuwa na mi, mihemko ya kutaka kupata abiria wengi na kusafirisha abiria wengi kwa muda mfupi na hivyo wakati mwingine natuletea ajali. Tumekuja hapa kufanya operation, lakini operation zetu si tu kwa ajili ya kukamata na kuandika fine, ni pamoja na kuelimishana, kama hivi tunavyokutana. Tutakutana barabarani, tutaendelea kuelimishana kwa yale ambayo yanastahili. Lakini yale ambayo hayastahili, kwa mfano dereva anaendesha gari hana leseni, ikiwa namaanisha kwamba leseni imeisha muda wake, tutakuchukulia hatua. Dereva anaendesha miendo ya ajabu ajabu sisi tuko barabarani tunaona jinsi mnavyoendesha barabarani, mnavyopinda makona, mnavyo overtake ovyo maeneo hatarishi, mnavyochomekea magari madogo, mnavyolazimisha kuchomekea maroli, na mwendo wa namna hiyo hiyo hairuhusiwi. Mnapita maeneo mbalimbali. Sasa njia zote hizo zina maeneo mengi hatarishi, milima, kona, madaraja, lakini wenzetu mna overtake mpaka kwenye hayo maeneo. Hiyo haitakiwi na hairuhusiwi kabisa na ni hatari kwa maisha ya wale watu 50 60 uliowabeba. Madereva msiendeshe, amini, msiendeshe na huku mmekunywa pombe. Msinywe pombe halafu mkaendesha magari yetu. Haijalishi ni gari la biashara, haijalishi ni gari la private, imekataliwa kabisa. Tutawapeleka mahakamani na tutawavurugia utaratibu wenu wa maisha. Sasa hayo mambo kwa kweli, mtakuja kuwaona mapolisi, jeshi la polisi wabaya, kwa sababu hatutakuwa na msamaha wowote uongozi uh, ambao umekuja hapa umetuelimisha vizuri, natakiwa sisi kama sisi tuweze kudhibiti kuepusha ajali barabarani ambazo hazistahiki na sisi wenyewe pia, kwa sababu tumesikia, tuwafikishia ujumbe na wengine ambao pia hawakusikia hili, kwa ajili ya kudhibiti nchi yetu isipate ajali mara kwa mara, tuwe kipaumbele zaidi sisi madereva, kwa sababu tunabeba watu wengi sana kwa hiyo ndipo itafanyika kitu ambacho hakipo, tutakuwa tunaathiri familia nyingine ambazo walo hazistahiki. Watu watapata shida kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Abiria changamoto wanazokutana nazo ni kuzidishiwa nauli, nauli zinazidi sana kutokana na watu wingi wa watu, lakini sasa tunapoongea nao tunaambia lipa hii nauli halali, ile ile abiria uliyezoea kuilipa kila mwaka. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo inabidi tutoe elimu kwa nguvu sana kwa ajili ya abiria wajue nauli ya kutoka check point moja kwenda nyingine ni shilingi ngapi. Hiyo abiria wameshalielewa na tumewaambia wasikubali kuandikiwa tiketi za mkono.